Tunasema hivi sasa, hiki ni kipindi cha lala salama. Wataleta ila unga na nini na nini hata wakileta mabibi zao, chukweni Wananielewa? <laughs> Utachukua, mkichukua, lakini mwisho mpigie Stanley Kenga ta. Hiyo tu, huo ndio uamuzi, na hiyo ndio habari ambayo nimeleteni sisi zote Rigathi Gachagua leo amekuwa upande wa Narok na mimi nimekuwa hapa, amekuwa upande wa Mbeere, kina Wamalwa wako upande wa Malava. Tuko kila mahali kuhakikisha kwamba ukombozi wa nchi umeanza, na leo hii nina furaha tele, tele kwamba tume tumekuwa pamoja na ndugu yangu kijana mdogo hapa chipukizi jicho pevu mjumbe wa Nyali ndio wale vijana ambao pamoja na Stanley Kenga hawaogopi. Na mimi nataka tu kwanza nyinyi, unajua dawa ya wizi wa kura ni kujitokeza. Vijana mko tayari? Jenzi mpo?